Naitwa Joseph Ndunguru, mimi ni mtafiti. Labda nianze tu kwa kusema kwamba eh, ukiangalia eh, asilimia 60 ya ardhi inayofaa kwa kilimo duniani inapatikana Afrika, na mpaka kufikia miaka 2000 mwaka 2020 ilikadiriwa kwamba Eh, kiasi cha watu ambao au idadi ya watu ambao wanategemea sekta ya kilimo kwa Afrika ni milioni au ni zaidi ya milioni 580, na kilimo kinaajiri ndio kinaajiri watu wengi, kinatoa ajira, kwa mfano asilimia 50 mpaka 55 katika Afrika. Lakini ukiangalia mchango mkubwa au ukiangalia mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika yani GDP unakuta kwa wastani ni asilimia kumi na tano. Kwa hiyo unaweza kuwa na asilimia 25 20 ngapi, lakini ukifanya, ukitafuta wastani unakuta ni asilimia kumi na tano. Sasa kwa nini? E, tija sababu kubwa ya mchango mdogo wa kilimo, sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi wa nchi ni low productivity au tija ndogo pamoja na e, uongezaji wa thamani yaani kuna, kuna, kuna, kuna changamoto katika uongezaji wa thamani ya mazao sasa e, tukifika kwenye tija eh. Tija maana productivity ni, kia, ni kiasi cha, cha, cha mazao kinachopatikana katika eneo fulani la kilimo Uh, ukiangalia ukichukua historia eh, mwanzoni mwa karne ya ishirini mm, ilikuwa watu kama wanataka kuongeza mazao unafanya kitu wanaita eh, land intensive, eh, eh, eh, land expansion. Kwa hiyo unaenda unafungua mashamba mapya ili kuongeza uzalishaji, lakini eh, mwanzoni mwa, mwaka 1960 mwaka ya 60 wakati wa, wa Green Revolution eh, wakulima walianza kupewa pembejeo eh, pembejeo kama viuatilifu, mbolea eh, miundombinu pamoja na miundombinu ya mwagiliaji ili kuongeza mazao na kuzuia eh, au kupunguza eh, shida ya, ya, ya, ya njaa pamoja na umaskini. Lakini kuanzia eh, mwaka 1960 miaka mia, mia, mia ya 90 eh, na teknolojia zilivyokuwa zimeongezeka zime, zime, zime, zime na advancement ya science na technology, kwa hiyo wakulima walianza kufundishwa jinsi ya matumizi sahihi ya zile pembejeo eh, ili kuongeza eh, tija. Kwa hiyo sio tu mbolea, lakini mbolea kiasi gani? Sio tu kiuatilifu, lakini kiuatilifu kiasi gani? Kwa hiyo hiyo taaluma au hiyo elimu pamoja na, na, na, na, na good agronomic practices ilianza kufundishwa wakulima. Kwa hiyo kulikuwa na ongezeko la, la tija na katika nchi ambazo zinaendelea kwa hiyo hapa sasa tukaanza kuona kitu kinachoitwa kina, kina ukuaji wa tija, sio tu kuwepo kwa tija lakini ile ukuaji wa tija. Na sasa ili tuweze, mikakati gani sasa tufanye? Kwa mfano kama nchi ya Tanzania ni nini kifanyike ili kukuza tija katika kilimo. Kwa hiyo kuna mambo sita ambayo tunatakiwa tu, tu, ya, kama nchi tunatakiwa tuyafanye ili kukuza eh, kilimo ah, ili kukuza tija katika kilimo na ili tuweze kuona hapo, na, tukifanya hivyo, kwa mchango wa sekta ya kilimo utaonekana katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Jambo la kwanza katika ukuaji wa tija ni kuwekeza katika utafiti, ni kuwekeza katika utafiti hasa katika taasisi za umma za, za, katika taasisi za umma na tunashukuru kwamba serikali ya Tanzania na rais wetu eh, Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliliona hilo. Kwa hiyo, utafiti unasema kwamba kila dola moja unayowekeza katika utafiti inaenda kukuzalishia wewe faida mara kumi, na hiyo faida utaiona katika mambo manne. Moja ni ongezeko la uzalishaji Eh, wa chakula lakini pili ni kupungua kwa bei ya, ya vyakula, tatu ni kupungua kwa umaskini na njaa, na nne na njaa na ni kupungua, katika, eh, kupungua kwa athari za mazingira katika mazingira. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni jambo la kwanza au mkakati wa kwanza wa kuongeza tija. Kwa hiyo Kue, kuwekeza katika utafiti na, na, na tunashukuru Wizara e, ya Kilimo serikali kupitia Wizara ya Kilimo tayari wameshaanza kutekeleza hii. Mkakati wa pili ni kufanya kilimo ambacho kinatumia matumizi ya sayansi na teknolojia eh, bila sayansi na teknolojia na ubunifu hatuwezi kuwa na kilimo chenye tija. Sayansi na teknolojia ndiyo inatuwezesha kutatua changamoto za wakulima, eh? Changamoto za tija ndogo, changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, changamoto zinazotokana na visumbufu vya, vya, vya, vya, vya mazao kama vile magonjwa na wadudu waharibifu, lakini pia eh, changamoto zinazotokana na, na, na zinazotokana na, na kuwepo kwa, kwa, kwa lishe ndogo au lishe duni na kadhalika. Kwa hiyo sayansi na teknolojia. Lakini pia sayansi na teknolojia inatuwezesha katika eh, kuongeza thamani mazao. Eh, nchi nyingi za Afrika eh, uchumi wetu una, me, mchango wa, wa, wa, wa, wa, wa sekta ya kilimo unakuwa mdogo kwa sababu tunauza malighafi. Sasa unauza mali ghafi kwa sababu tunakosa teknolojia ambazo zinatumia matumizi ma, ma, ya sayansi na teknoloji ma, ma, ma, matumizi ya sayansi ili kuweza kuzalisha bidhaa ambazo tunaweza kuziuza kama kama mali ghafi kwenye viwanda vya nje. Kwa mfano e, ukichukulia mazao kama chai e, licha tu ya kuuza e, chai kama chai kama majani ya chai, chai inaweza kuingizwa kwenye deep processing technology au teknolojia mbalimbali zikakuzalishia wewe bidhaa mbalimbali ambazo ukaziuza sasa hizo bidhaa kama malighafi kwa ajili ya kwenye, kwenye, kwenye, kwenye masoko ya dunia huko. Bidhaa zingine zinaweza kuingia kwenye e, viwanda vya madawa zingine zinaweza kuingia kwenye viwanda vya usafirishaji sekta ya usafirishaji eh? zingine zinaweza kuingia kwenye kwenye kwenye kwenye viwanda vya, vya, vya, vya, vya, vya bidhaa za, za urembo na vitu kama hivi. Kwa hiyo kuongeza thamani ya mazao ambayo hiyo yote lazima utumie sayansi na teknolojia. Lakini pia sayansi na teknolojia inatuwezesha kuwa na udhibiti endelevu wa wadudu waharibifu wa mazao. Kwa mfano eh, tunaweza kutumia sayansi na teknolojia ku, kuwabaini kuwa eh, vi, vi, vi, vi, visumbufu vya mimea kama vile wadudu kujua hao wadudu ni jamii gani na tutumie viuatilifu vipi ili kuwa na udhibiti endelevu kwa ajili ya kuongeza, ambayo ikamsaidia mkulima kuwa na udhibiti endelevu wa wadudu hao, lakini pia kuongeza tija. Kwa hiyo, hiyo ni mkakati wa pili wa matumizi ya sayansi na teknolojia eh. Kwa mfano tunapoongelea matumizi ya mbolea, sio tu kuweka mbolea kunyunyizia mbolea eh, eh, kuzunguka mimea, lakini lazima tujue huo mmea au sayansi inaweza inatuwezesha kujua huu mmea unahitaji mbolea kiasi gani na kwa wakati gani, unaona, na mbolea ipi ipelekwe wapi, baada ya kuangalia e, kupima afya ya udongo, kuangalia u udongo una nini. Kwa hiyo unahitaji mbolea kiasi gani na, na aina gani. Kwa hiyo yote haya ni matumizi ya sayansi na teknolojia. Mkakati mwingine wa kuongeza au kukuza tija katika kilimo ni uwekezaji katika miundombinu. Miundombinu tunapozungumzia, kuna miundombinu ya umwagiliaji na bahati nzuri, e, waziri wetu wa kilimo e, anasisitiza sana na analitilia sana mkazo suala hili la kuboresha miundombinu ya, ya, katika kilimo kwa mfano, miundombinu ya, ya, ya, ya umwagiliaji, ili badala ya kutegemea mvua, basi we, kilimo cha umwagiliaji kitumike ili kuongeza nini tija, lakini pia kuna miundombinu ya, ya, ya finance, yani financial infrastructure eh, ambayo itawezesha kwa mfano vikundi vya wakulima kuweza kufanya kazi pamoja na kuweza kupata eh, fursa ya kujipatia mikopo kutoka kwenye vyanzo vya vyombo vya ukopeshaji yani financial institution. Lakini pia tunaongelea vijana, kwa mfano sasa hivi kuna hiki kilimo eh, eh, block farming ambacho vijana wanafanya eh, vijana wanapewa mashamba, kwa hiyo hawa watu wanahitaji au vijana wanahitaji eh, kupata kuwa na miundombinu ya umwagiliaji ambayo serikali ina, ina, ina, inawekea miundombinu ya umwagiliaji . Lakini pia kuwa na access kwenye, kwenye finance show institution kuweza kujipatia mikopo kwa ajili ya kuendelezea e, e, kilimo. Mkakati wa nne ni kufanya e, ni ushirikiano yani, ni, ni, ni kuwa na ushirikiano yani, private public partnership, ushirikiano kati ya wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo. Hii ni muhimu sana kwa sababu taasisi ambazo kama za utafiti, taasisi ambazo zinazalisha teknolojia na bunifu mbalimbali mbali. Ili kuweza kuzifikisha hizo teknolojia kwa wakulima, unahitaji eh, kuwa na, na, na, na ubia, unahitaji kushirikiana na wadau mbalimbali au wakati mwingine tunaita kuwa na ma, ma, e, innovation platform au majukwaa bunifu kwamba Ok, kuna mzalishaji hapa amezalisha teknolojia A. Hii teknolojia A inamfikiaje mkulima sawa? Kwa hiyo unahitaji unahitaji e, mtu wa usafirishaji wa, wa, unahitaji mtu wa usindikaji unahitaji wasindikaji unahitaji wasafirishaji unahitaji watu wa marketing, watu wa masoko mpaka kuhakikisha kwamba ile bidhaa inamfikia E, namfikia mkulima na ili mkulima aweze kujiongezea kipato. Kwa hiyo ule mnyororo wa thamani unahitaji watu mbalimbali. Wakati mwingine teknolojia nyingi zinakwama au zinafeli, hazileti impact, hazileti yale, yale, yale matokeo chanya, lakini shida sio teknolojia yenyewe, lakini ni namna gani hii teknolojia inawafikia walengwa, ni watu gani wanafikisha hiyo teknolojia kwa walengwa? Kwa hiyo e, kitu kinachohitajika hapa kufanyika ni kuhakikisha ni kufanya e, mchanganuo wa teknolojia mbalimbali zinazozalishwa na wadau mbalimbali kwamba hii teknoloji ili iweze ikalete e, ma, mafanikio sahihi kwa mlengwa, ni mtu gani au ni, ni mdau gani sahihi ambaye anatakiwa aingie afanye hii kazi ya, ku, ya kusambaza hizi teknoloji. Kwa hiyo e, ubia eh, yani partnership kati ya serikali na, na, na, na, na makampuni au na taasisi za serikali ni muhimu sana ili ku, ku, kuongeza eh, tija na sasa hivi tunazungumzia eh, uchumi ambao unaendeshwa unaendeshwa na wateja yani eh, eh, eh, eh, client-driven economy. Eh, uchumi ambao unaendeshwa na wateja, na maana yake ni nini? kila E, mzalishaji teknolojia lazima ajitahidi kuboresha huduma zake, kuboresha bidhaa zake ili e, wateja waweze kuzichukua kwa wingi, ili wateja au client, wao ndio wao wana, wanaendesha hizi wana, wana, wana, wanaendesha ule mnyororo wa thamani. Na kwa kufanya hivi tutakuwa na kilimo chenye tija ambacho kitakuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Mkakati wa tano eh, mkakati wa tano katika ukuzaji wa, wa, wa, wa tija za kilimo ni kuboresha miundombinu au ni kuboresha biashara, ni kuweka mifumo mizuri ya, ya biashara. Kwa mfano eh, tuna, tuna, tuna masoko kwa ajili ya mazao ya kilimo cha mboga mboga eh, tupeleke nje horticultural crops kwa hiyo ile mifumo sahihi ambayo inatuwezesha ku fast track eh, ku fast track biashara ile ya mazao eh, kutoka kwa mzalishaji mpaka kwa, kwa mlaji. Kwa hiyo hiyo pia ni, ni, ni, ni, tukiwa na mifumo mizuri ni kitu ambacho kitatusaidia sana katika kuongeza tija ya, ya, ya tija katika sekta ya kilimo. Lakini mkakati wa sita ni kupunguza upotevu wa mazao hasa baada ya kuvuna, na bahati nzuri eh, kwa katika nchi yetu wizara ya kilimo wameshaandaa mkakati kabisa kwa ajili ya unao unaoelezea eh, namna ya kupunguza eh, eh, upotevu wa mazao baada ya kuvuna Ehe, lakini pia hatuongele atuong, tu baada ya kuvuna, lakini pia kupunguza e, upotevu wa mazao yakiwa shambani eh, namna gani e, kutumia e, kufanya ufuatiliaji monitoring, kuangalia magonjwa na visumbufu katika mashamba yetu, kutoa elimu ya kutosha kwa wakulima, lakini pia e, kuweka miundombinu kama ujenzi wa magala na bahati, tunashukuru Wizara ya Kilimo, serikali kupitia Wizara ya Kilimo ili wameifanya sana kuweka, eh, kuanzisha au kufungua au kujenga magala kwa ajili ya kuhifadhia mazao na kumsaidia mkulima eh, kuhifadhi mazao mbalimbali baada ya kuvuna ili kupunguza eh, upotevu. Kwa hiyo hayo mambo sita ni mambo ambayo yana, yana, yanasaidia katika kukuza eh, tija au ili kukuza tija ya, ya, ya kilimo. Sasa ni nani wanatakiwa wafanye hayo eh? Ukiangalia eh, sekta mbalimbali wizara mbalimbali zinahusika hapo. Kwa mfano, Wizara ya Viwanda na Biashara wana mchango hapo katika eh, kwanza mambo ya biashara, mambo ya masoko, lakini pia eh, ku, kuangalia ku, ku, ku, ku, ku, kutengeneza au kubuni eh, zana mbalimbali mbali, ambazo ni labor saving kwa ajili ya kumsaidia mkulima, lakini pia wizara ya kilimo ina mchango mkubwa e, upande wa utafiti. Pia watafiti wana mchango mkubwa, lakini pia wizara ya e, e, e, wenzetu wa, wa TAMISEMI ambako e, wa, maafisa ugani ndio wapo huko, na hao maafisa ugani tayari e, wamepewa e, zana mbalimbali za, za, za, mbali. Wameshawezeshwa, wameshawezeshwa pikipiki, wamewezeshwa eh, kits za kupimia afya ya udongo. Kwa hiyo hao wote tunatakiwa, wanatakiwa kushirikiana ili eh, kuchangia katika eh, kilimo, kuwa na kilimo chenye, chenye tija kwa nchi. Kwa hiyo kwa kweli eh, kama hayo mambo yote yatafanyika, eh, tutakuwa na kilimo chenye tija na lengo letu let, kama nilivyosema, ni kwamba eh, ita, ifike, ifike, ifike, ifike mahala kila moja alipo aone eh, hivi mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi uko wapi, uko wapi? Kwa hiyo eh, tuweze kuona kwamba sekta ya kilimo inachangia mchango mkubwa kutoka kwenye asilimia eh, tulionayo kwa sasa tuwe na asilimia kubwa eh, tuwe na asilimia kubwa na na, na hiyo ndio vision ya nchi na ndio ile vision yetu ya, ya, ya 10, 30, eh, ule mkakati wa kuhakikisha kwamba kilimo sasa kinakuwa mpaka kufikia 2030 kilimo chetu kiwe kinakuwa kwa asilimia kumi na kuwa na mchango mkubwa katika eh, uchumi, uchumi, uchumi wa nchi, na ukiangalia eh, nchi yetu ukiangalia nchi yetu, nchi yetu ina maji, ina nchi yetu ina maji ya kutosha, nchi yetu ina rasilimali, nchi yetu ina wataalamu wengi sana. Kwa hiyo kinachohitajika tu ni ni, commitment ni watu kukaa pamoja, ni watu kuangalia, kuwe na malengo, kuwe na mission, kuwe na vision, tunaelekea wapi? na na uzalendo pia eh? Na uzalendo wa kwamba hii nchi leo tupo, lakini kesho kutwa hatupo, ili tukiondoka, vijana wetu tunawaachia tunawaachia nini? Hao vijana ambao wanaingia kwenye mambo ya, ya block farming kwenye hizi program kama BBT Building Future Tomorrow, wanajifunza nini kwenye kilimo eh? Tunawajengea eh, ma, mawazo gani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye tunawajengea ma, ma, mawazo gani au wanakuwa na mtazamo gani kwenye, kwenye sekta ya kilimo? Tunataka hao vijana waone kwamba ni sehemu ya, ya, ya, ya, ya, ya mchango, kwamba wana mchango mkubwa katika eh, kuendeleza au kukuza uchumi wa nchi yetu Tanzania.